Zamani tulikuwa tulikuwa tukiambiwa, maana kila mtu ana zamani yake. Zamani ya kwangu, wazee walikuwa wanasema, maana kule kwetu walikuwa wakiogea kwenye mito, mito inayotiririka. Tulikuwa tunaambiwa ukikaribia huo mto, lazima upige kelele, uulize munaoga. Wakisema ndio, kajifiche mpaka waseme tumeondoka. Sasa leo kapite katoto kaseme munaoga, alafu seme ndio katahakikisha kana penya kaje kafike mahali unapooga, na tulikuwa tunaambiwa ukimwona mtu mzima akiwa uchi utapofuka. Kwa hiyo tuliogopa sana, lakini leo ili uelewe kwamba macho ya, ya, ya, ya sasa hivi milango ya fahamu inayoitwa macho imekufa. Kipindi cha nyuma watu walikuwa hata kwenye mazishi wanaposhusha maiti kaburini watu wanatazama pembeni, yaani hawako radhi kutazama ile maiti, lakini leo mpaka watoto wanalichungulia kaburi. Ndipo uelewe macho, ameshapigwa upofu na Biblia iko wazi, nasema njoo ununue kwangu dhahabu iliyo safi na dawa ya macho. Biblia Takatifu ni dawa ya macho ambayo ikiwa utaisoma kila leo, macho yako hayatakuwa tayari kutazama picha zisizofaa. Ambia mahali fulani, kisa hiki iliwahi kuwatokea wazee wazee fulani. Actually sio wazee, eti wamejifanya wanasidiza kutazama yeye, mke na mke na wanasidiza kutazama kutazama watoto watoto, wakitoka wakienda kulala tena wanakazaniwa kweli, nendeni mkalale, msichelewe shuleni leo. Wanaenda kulala, ndipo wazee wanaweka picha zao, video zao mbovu. Sasa kumbe siku moja wamezitazama, afu akasahau kuzitoa kwenye kwenye deki. Watoto wanatoka shuleni, jicho la kwanza ni kwenye TV, wakawasha skrini, ikaanza kuonyesha mambo ambayo hayakuwahi kuwepo tangu dunia imeumbwa. Watoto wakaanza kupiga mayowe: baba, baba! Naye akasikia mayowe, yuko chumbani amejipumzisha. Akatoka chumbani amejifunga katauro kake nini, wanangu, akakuta skrini inaonyesha vituko. Ikabidi baba atoe ile tauro afunike skrini. Sasa video ilikuwa ya skrini, sasa iko live kabisa mbashara. Ndipo watoto wakaongeza kili, mama, oh, oh. Mama naye anashatuka huko na kanga yake, anakuta mume wake yuko hapo amefunika tisikirini. Yeye yuko hivyo, mama naye akatoa kanga akafunika mme, ndipo mambo yakaendelea kuharibika. <laughs> <laughs> watoto wanalia, wanasema jamani, jamani, jamani, jamani, jamani. Sikiliza nikwambie. Moja ya ishara kwamba haujapata kibali ni kutokuona aibu yoyote unapotazama mambo mabovu. Chuo kimoja nina kihifadhi. Chuo ambacho kina treni wafanyakazi wa Bwana. Ilitolewa taarifa mwaka juzi kwamba wanachuo wanapokuwa pale huwa matumizi ya, ya, ya, ya bando yanakuwa makubwa sana. Wifi inatumika sana na inapotumika asilimia themanini na nane 89 ya, ya wanaotazama video pale wana download picha za uchi na video za ovyo. Ni chuo kinacho train wa cha Mungu, macho yamepigwa ganzi. Hata leo makanisani, ukifukua fukua simu za watu zimejaa, si ni mapepo yamo ndani ya simu watu wamekufa bila kuelewa, wamefariki kifo ambacho bado wanatembea hiyo ni ishara ya kwamba wewe bado haujapata kibali. Lakini angalia, kuna, kuna mlango wa fahamu unaoitwa sikio. Sikio, dhambi zote ambazo unazitenda zilishahubiriwa sana, si hakuna anayetenda dhambi ambayo hajawahi kuhubiriwa, na kila ikihubiriwa, ndipo kana kwamba umeongezewa nguvu ya kwenda kuifanya. Hebu ngoje niwaulize, kwani wanao wanaozini hawajawahi kusikia habari ya uzinzi kwamba ni dhambi? Sasa shida ni nini? Milango ya fahamu ilishakufa. Na sikio kama mlango wa fahamu ikishakufa, huwa linatamani kusikia uovu, uovu tu uovu tu. Ndio ndio haja ya sikio. Tukirudi kwenye mlango wa fahamu, nao huitwa dhamiri. Mingine yote hata tukiacha hii ya ulimi, sijui na nini na pua, hizo ndizo, siseme dhamiri Dhamiri za wakristo wengi haziko hai. Kama dhamiri ingekuwa iko hai, kusingekuwa na haja ya mtu aje kwambie hii nguo ni fupi. Wewe mwenyewe dhamiri ingekwambia hii nguo hapana. Ngojeni niwambie kanisa. Niliwahi kusali kanisa fulani ninalihifadhi. Ukifika pale kanisani, eti unakuta wamekuandalia vitenge viko pale. Ukiingia wanakuambia hapana, hii jifunike. Hatuingiaje hivyo? Sikia nikwambie, waacheni tu waingie, maana dhamiri hazijapona. Acha wakae tu kanisani, huenda watakutana na Yesu, wapone. Ukimfunika kitenge cha nje kama dhamiri haijavaa kitenge, you are doing nothing. Hawezi kufanya kitu. Kwanza kitenge chenyewe atakipokea kwa manunguniko. Mama mama mengine ni machawi yanatafuta useme ili ya kuroge, ngoja tu ni kivae, anaondoka huko ananung'unika. Kama dhamiri iko hai, hakuna haja mtu aje akwambie hili ni kosa, hakuna haja mtu aje akwambie kwamba hiki unachokifanya ni dhambi. Dhamiri yako na Bwana vitawasiliana. Rafiki, moja ya ishara ya kwamba tuna kibali kwa Bwana milango sita ya fahamu iwe hai. Isipokuwa hai hakuna tunachokifanya kwenye ulimi, ndipo usisemi watu siku hizi tumekuwa wazuri sana kujibizana. Angalia Habili yuko kimya kimya kabisa, ametulia. Vita ni ya Bwana. Mungu anaunguruma na Kaini, Habili mcha Mungu ametulia huwa nikisoma hii habari huwa nina ninahisi nina, nina furaha ya kiroho inabubujika. Mcha Mungu ametulia, vita naiangalia inavyotembea, nikana kwamba nasema, mimi nasubiria nione nani atashinda, na kwa sababu najua Mungu hajawahi kushindwa. Mwanaume ametulia, hata anapokwenda kuuawa anaenda, maana najua aliyeshikiliwa na Bwana hajawahi kufa hata siku moja, hajawahi kufa. Wanaokufa ni wale wana ambao hawajashikiliwa na Bwana. Utamwaga damu, ndio. Lakini hiyo damu itaanza kunena. Sasa leo utakuta watu mpaka wanatukanana makanisani, wanachukizana makanisani, wanajibizana maneno mazito. Leo hii ukitupiwa neno na Mkristo unaweza ukaenda kunywa maji lita kumi na lisishuke hilo neno. Neno moja tu utalikumbuka mpaka mwaka mzima, litakuondolea usingizi mwaka mzima. Niliripoti mtaa fulani ninauhifadhi Baraza la kwanza la kanisa lilikuwa ni baraza la kubomoa choo kacho kapo. Serikali ilishaweka kabisa X kwamba jamani bomoeni, nikamwambia jamani, sasa hiki choo nisiwahangaishe kesho tu mtanisaidia kusomba hizi tofali, maana mtakuta nimeshabomoa. Jamaa mmoja aliyekuwa ndiye fundi wa kujenga kale kacho akasema unasemaje mchungaji? Nikamwambia nitabomoa mimi mwenyewe. Akasema sikiliza, wachungaji walikuwa wa zamani, siku hizi tunaletewa mapepo na wewe, hakuna kuuliza kabisa, wewe ni pepo hadharani. E, e. Yaani, unasema nilihisi roho yangu inanituma hivi, si umrukie. Na bahati mbaya, naye anayekujibu ana uwezo wa kuenea kiganjani, unasema hivi. Baadaye nikasema Bwana nisaidie. Yule mtu nikamfanya rafiki, ninacho kishukuru tulibomoa naye kile choo, mimi na yeye. <laughs> Nilimfanya kuwa rafiki. Shida yetu hatujui kunyamaza, wapendwa. Watesi wetu wanaponena mabaya, hatujui kunyamaza. Leo ukipata taarifa fulani alikuwa anakusema, unamfata nyumbani, mnapashana kuna Mkristo anayeweza kupasha Mkristo mwenzake? Hakuna Mkristo anayejibu maneno mabaya. Kitabu cha Mathayo na Mariko kinasema, iweje chemichemi moja itoe maji machungu na matamu? Iweje tunda moja zabibu lizae zabibu harisi na zabibu mwitu? Haiwezekani. Sasa shida ya Wakristo wengi, tuna sura mbili, tuna maneno, tuna ndimi mbili, tuna ulimi wa kanisani na ulimi wa nje. Kitukuta kanisani, Bwana asifiwe. Ni ulimi ule ule uliokuna imba, ni ulimi ule ule uliokuna hubiri, ndio ulimi ule ule unaopasha mtu mpaka anasema, kwa kweli leo kimenikuta. Wenye vibali hawafanyi hivyo, hawajawahi kufanya hayo. Tena ukiwa unamtukana na kuangalia tu, baadaye anasema ye, Mungu msaidie. Hivi mlishawahi kuona unamtukana mtu halafu analia machozi alafu anaondoka? Mndishawai kuona vitu kama hivyo eh? Yaani, sio kwamba amelia machozi ya kuogopa. Ametathmini. Nina rafiki yangu moja alikuwa ni mcheza, ni, ni mcheza sarakasi, watu hawa wa kule ulimwenguni. Alipoongoka yule bwana kanisani, unaweza ukamchokoza kitu tu, bora anachoweza ukifanya ni kulia na kuondoka na kuangalia afu analia anaondoka. Sisi leo huwa tunafungiana mpaka vitenge. Wa mama habarini za jioni, unakaza kabisa kitenge. Tena sio tu kule duniani, hata kwenye kwaya ya mko kwenye zoezi mnakaziana vitenge. Nimekuona umenitafuta siku nyingi, sasa leo ngoja nikwambie. Na mmeshafundishwa na sijui ni chuo gani wake kinafundisha vile vidore, huwa mnafanyaje eh? ni hivi, eh, sijui ni hivi Sijajua walimu wa lugha za alama za kama waliwafundisha hicho kitu, taelewa mimi ni nani. Sisi ndio makocha wa mtaani hey, alafu moja ya ishara ya kwamba haujapata kibali ni kutokujua kutumia ulimi vizuri. Wengine nilisikia wanasema, mimi sinaga cha mzee wa kanisa, mimi sinaga cha mchungaji. Ukiingia anga zangu, napitiwa Mungu wangu unapitia anga za mpo kwa mafuta. Hii, yani gari inatembelea barabara ya treni na bahati nzuri hata treni kugonga, hiyo haisemekani kwamba imekugonga wewe, ndio umeigonga. Ukipitiwa na laana ya mti wa mafuta tena, sikiliza niwaambie ndugu zangu, watu wa mafuta sio tu wachungaji na wazee wa kanisa wengi mmekariri hivyo. Biblia inasema sisi sote ni uzao mteule, ukuhani wa Kristo, uzao wa kifalme. Kwa hiyo sisi sote tuliyomcha Bwana ni makuhani. Kitendo cha kumsodoa kuhani mwenzako ni dhambi ambayo hiyo utairipia miaka mingi sana. Kwa hiyo ametulia tu, ametulia tu, vita inaendelea. Na mimi niwaombe wana wanasemina ikiwa kuna vita unai, unaipitia mpaka kuna wakati unaona kabisa dunia imekuwa ndogo, nenda katulie. Bwana anapigana kwa ajili yako, na huyu anayepigana na wewe anadhani anapigana na wewe, na kuhakikishia jioni ya leo hapigani na wewe, anayepigana naye ni Bwana, na hili Bibulia imetuweka wazi nyamaza maana kuna wengine kina Kaini ni waume zenu, kina Kaini ni wake zenu, mnapambana nao mpaka kiasi kwamba hata ukristo wako unataka kubomoka. Tulia, Bwana anapigana kwa ajili yako. Kitaeleweka ni nani aliyekufa. Je, ni Habili au ni Kaini? Kitaeleweka.